Abe, baba. Njoo. Baba, nimekuja uniita, uko na semaje? Mambo yako? Umundanana na chakula? Chakula kipi? Uh, njaa sana, na chakula. <tipa>

E, ulisikia ndo nini? chakula chakula, akina mboga mimi nimekuwa ndege samani, mume wangu najua, nimenunua nyama kilo moja, nimepika cha ajabu sasa, naenda kupakua chakula, nyama sikuikuta mbili kama unasema, nasema hivi nunua nyama kilo moja nimepea kosa vizuri, lakini sasa nenda kupakula chakula nakuta nyama yote haimo, kwani kwenye fridge vyakula vimeisha, vimeisha nikaenda kuemea. Alafu hiyo nyama nani kala? Mimi hata sijui aliyekula. Ina maana humu ndani kuna majini, si ndio? naongea na, na wewe fiti, kuna majini waliokuja kula hiyo nyama, hata sifahamu aliyekula hiyo mboga. Pili nani kala mboga? Baba mimi sijajua kwa kweli. Lakini Mama nilimwona ametoka sokoni mzuri na amepika chakula. Sikiliza wewe mwanamke. Umechoka kuishi na mimi? Bwana mume wangu. Mimi nakupenda sana lakini haya matatizo tu ni ya kifamilia, tuvumiliane tu mume wangu. Sijachoka kabisa kuishi na wewe. Unajua nimeshakuvumilia sana wewe mwanamke, kipindi kile amekuja kakaangu hapa. Yani umerelax tu huko ndani, na umemwacha mgeni amekaa kwenye kochi, hakuna maandalizi yoyote, hata kusema nimpe chai. Tuachane na hiyo vitu, mpaka vinaisha dukani mwanamke usemi. Aya, leo unaniletea chakula hakina mboga? No, usinipigie magoti mimi, sio Mungu. Usinipigie magoti. Si umeamua, umekuja hapo umekonda, sasa hivi umenenepa umekuwa na kiburi, si ndio? Nyama kilo moja umekula mwenyewe. Sasa ngoja nikale mgawani. Waendelea kula hizo nyama. Tuone kama utazila tena ukienda kwenu. Mama, tu, tumuombe Mungu, haya ni matatizo ya dunia. Yaani dunia ina majaribu sana. Wao usilie. Baba atarudi. H, Mwanangu Jay. Naam, mama angu. Nimekuita hapa kwa jambo moja. Ndio. Nataka uoe. Nimekupatia mwanamke Sawa, wapi huko mama angu? Kwa mzee wa Njara? Ni mzee wa pale kati, mama angu? Pale? E, huyo huyo. Ah, mbona sijawahi kuona mtoto wa kike pale wa saizi yangu? Yupo, anaitwa Lecho. Lecho. E. Sawa mama angu, kama umenichagulia wewe na umeona ananifaa mimi, nani nipinge? Anakufaa we ndo, mama angu, mama mzaa chema, kama umeamua basi, mama angu, mimi niko tayari kwa ajili ya kuoa lakini mamangu, angalie sijakuwa mwenga akaja kukupiga makofi, umemchagua mwenyewe. Hamna, yuko vizuri, yuko vizuri mamaangu. mm, mama yake ni rafiki yangu sana, kwa hiyo, hata malizi yake unamfahamu vizuri? namfahamu mno. mm, yani vizuri, mno dah. Basi mamangu, mi siwezi kukupinga kwa sababu wewe umeshaamua umenichagulia. Mi namshukuru Mungu tu, kikubwa awe ni mwenye hofu ya Mungu, mamaangu, si unanijua? Mi nasali mama yangu, yaani kama so mcha Mungu kidogo naweza nikapishana na wewe sawa. mm -hmm. Basi sawa mama yangu, kwa kuwa nimesha kusikiliza, sabu mimi, kwa sababu kuna timu pale nacheza alafu ndo timu yangu mimi, ni nikaangalie mpira kwanza kwa sababu naona muda wenyewe pia umefika. Kwa hiyo mama, mi nikuache mama yangu. Unaenda kwenye mpira? Ndiyo mama. Usawa, mbuzi kuwapa maji. Ah, sawa mama, hilo sijali kabisa

Jumatatu, soto kae naingia kwenye harusi ya mdogo wangu. Acha kabisa. Wapi? Usimwanza hapo Mwanza eh. Ah, Lecho, Lecho njoo. Unachungulia nini hapa kwangu? Hapana mama. Mama shikamo. Kama salamu ni mali, kuwa na wewe upate zako. Hapa ni kwangu. We ni kibaka? Amna, amna, amna mama. Amna. Jamani mwizi!